Tanzania yathibitisha ushiriki wake COP30 yajipanga kuongoza sauti ya Afrika dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Hii ni Matukio Online TV. Karibu sana. Mimi naitwa Mohamed Ngangambe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imethibitisha ushiriki wake katika mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi COP30 unaotarajiwa kufanyika Novemba 10 hadi 21 mwaka 2025, jijini Belém, huko Brazil. Tanzania, ikiwa ni mwanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia ya nchi UNFCCC itaungana na mataifa mengine duniani kujadili njia za kuharakisha utekelezaji wa hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Rais, Cyprian Luhemeja amesema Mkutano wa COP30 hautakuwa tu jukwaa la majadiliano ya kisera, bali pia ni fursa muhimu kwa Tanzania kuimarisha ushirikiano na wadau wa maendeleo duniani katika juhudi za kuhamasisha rasilimali fedha, teknolojia bunifu na uwekezaji wa kijani unaolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. COP30 sio tu mkutano wa majadiliano, bali ni jukwaa la kimataifa linalotupa nafasi ya kuongeza ushirikiano na wadau duniani kote kwa lengo la kukuza uchumi wa kijani, kuimarisha maendeleo endelevu na kulinda vizazi vya sasa na vijavyo dhidi ya athari za tabianchi. Amefafanua kuwa Tanzania imezindua Dira ya Maendeleo ya Taifa ya elfu mbili na hamsini, inayolenga kujenga taifa lenye ustawi jumuishi, uchumi shindani wa kijani na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabianchi kwa kuhusisha sekta zote za maendeleo katika utekelezaji wake. Aidha, serikali imeanza maandalizi ya nyenzo mahususi za utekelezaji wa dira hiyo, sambamba na kukamilisha michango iliyosasishwa ya kitaifa na mipango ya kitaifa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hatua hizi zimeweka Tanzania katika nafasi bora ya kuwasilisha matokeo halisi na mpango kazi thabiti kwenye mkutano wa COP30 nchini Brazil. Kwa upande wake, mshauri wa rais na mwenyekiti wa kundi la majadiliano la Afrika AGN, Dr. Richard Muyungi, amesema mkutano wa COP30 utakuwa ni jukwaa muhimu kwa bara la Afrika kuendeleza ajenda yake ya haki ya tabianchi usawa wa kijinsia, nishati safi na ushiriki wa vijana katika mabadiliko ya tabianchi. Afrika lazima iakisi hali halisi ya jamii zake, hasa wanawake na vijana wanaokabiliwa na changamoto za upatikanaji wa nishati safi na ajira rafiki kwa mazingira. Tanzania ikiwa kinara kundi la AGN, ina wajibu wa kuhakikisha sauti za bara letu inasikika na kuzingatiwa katika maamuzi ya kitaifa na kimataifa amesema Dkta Muyungi. Kwa mujibu wa kauli mbiu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dira 2050 utekelezaji wa hatua jumuishi za ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi, nchi inalenga kuhakikisha maendeleo ya kijani na ustahimilivu wa ya mazingira yanakuwa sehemu ya ajenda kuu ya kitaifa. Tanzania ikiwa mwenyekiti wa kundi la majadiliano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi AGN, itatumia nafasi hiyo kuongoza sauti za bara la Afrika katika kupigania upatikanaji wa fedha, teknolojia na ushirikiano wa kimataifa unaokusudia mataifa yanayoendelea kukabiliana na changamoto hizo. Ushiriki wa Tanzania katika COP30 unathibitishwa dhamira ya dhati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwa sehemu ya jitihada za kimataifa za kulinda mazingira, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi na kujenga uchumi wa kijani unaozingatia ustahimilivu, ushirikishwaji na maendeleo endelevu. Tanzania inabaki kuwa mstari wa mbele katika kulinda sayari yetu kuhimiza usawa wa tabia ya nchi na kuhakikisha maendeleo ya kijani yanakuwa urithi wa kudumu kwa vizazi vijavyo. Tukutane katika maudhui yajayo.